Shalom, mwana ana urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu katika kipindi cha Yaliyojiri Ndani Ya Wiki, kipindi ambacho hukuja kila siku ya Jumanne kwanzia saa kumi na mbili hadi kumi na mbili na nusu alfajiri katika luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani pote. Katika sesheni iliyopita, tulipata kujifunza mambo kadha wa kadha kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Benson Idahosa na kutusisitizia kwamba urithi wa thamani sio kile ambacho unawaachia wanao cha kushikika kama vile fedha, mali, majumba, lakini urithi wa thamani ni kile kitu cha thamani ambacho unawekeza ndani yao. Lakini pia kutoka kwa mwana wa Mungu Dangote, tulipata kujifunza kwamba baraka za Mungu hazizuiliwi na mtu yoyote, bali baraka hizi zimeachiliwa kwa watu wote. Ni wewe tu mwana wa Mungu unapokeaje baraka hizo, na unajiwekaje katika wakati wa kupokea. Lakini wiki hii tuna mengi pia ambayo yaliyojiri tunaweza kukuletea, na wiki hii tuna sauti kubwa kutoka nchini Nigeria, kipindi ambacho walikuwa wanapigania uhuru wao, kipindi cha ukoloni. Mtumishi wa Mungu huyu alikuwa ni sauti ya kiongozi sauti ambayo iliibua hisia ndani yao na kuamsha fikra na mtazamo chanya, na mwisho wa siku wana wa Mungu hawa kuamka na hisia zao kuweza kupata kudai uhuru wao kutoka kwa wakoloni. Na mwisho wa siku Nigeria ilimtambua mtu huyu kama mtu shujaa kweli kweli, ingawa alipigania uhuru kimya kimya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakutumia silaha risasi wala bunduki wala mapanga, lakini alitumia Roho Mtakatifu kwa kuhubiri tu injili ya ufalme wa Mungu. Karibu katika makala hii ya historia ya kanisa. Jina langu ni Mary Kopwe na mimi ndio nitakuwa mtangazaji wako lakini pia msimulizi wako. Karibu. Abraham alivyopewa amri ya kutoka katika nyumba ya baba yake na nchi ya jamaa zake hakutoka katika nyumba ya wadhaifu wala masikini. Yusufu naye licha ya kujua ukuu wa jina la babaye mzee Israeli hakutaka kutumia jina la baba kukimbia wito wa Mungu, bali aliukubali wito wa Mungu kwa ajili ya faida ya taifa la Bwana. Musa naye ambaye alipaswa kuwa Farao juu ya nchi ya Misri, alipoitwa na Bwana aliacha vyote na kukubali wito huo. Pengine utasema hao ni agano la kale. Paulo ambaye awali aliitwa Sauli, mtu mwenye elimu na ujuzi mwingi, alipokutana na Bwana aliacha vyote na kufanya kilicho cha Bwana. Kukubali kwao wito kukaleta mabadiliko makubwa, si kwa mwili wa Kristo tu bali na ulimwengu wote, wakawa nuru iliyong'aa gizani, tena gizanini. Hata hivyo giza halikuweza Huwa ninashangazwa mara kwa mara ninapokutana na kauli zinazojaribu kulinganisha wito wa Mungu na kushindwa maisha. Petro hakushindwa maisha bali alikuwa na chuo cha uvuvi. Ndio maana hata alidiriki kumuuliza Yesu, wangepata nini kwa kuacha vyote na kumfuata yeye? Kufanya kazi ya Bwana si kushindwa maisha bali ni kukubali kwa kibebeo cha maendeleo makubwa ya mwili wa Kristo Taifa na ulimwengu wote, Shalom, mwana na mrithi mwenza wangu wa baraka za Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu tena katika luminga yako ya Sonship Spirit, ukiwa nami msimulizi wako wa makala za roho wa neema na uamsho katika kanisa. Mary Kopwe, tega sikio lako kwa makini na macho yako kunitazama nikitamba habari za Bwana wa kanisa, Roho Mtakatifu na jinsi alivyotumia wafalme kuupindua ulimwengu. Mnamo mwaka 1960, tarehe mosi ya mwezi Oktoba, wakati Nigeria ikisherehekea uhuru wa taifa lao, serikali yake ilitoa tuzo kadhaa kwa wale ambao walikuwa mstari wa mbele katika kuchangia upatikanaji wa uhuru wa taifa hilo kutoka katika ukoloni wa Waingereza. Katika majina mengi ya manguli wa elimu na siasa, wanajeshi hodari na wanazuoni lilikuwepo jina ambalo lilishtua wengi, lakini si wengi wa Nigeria bali wengi wa nje ya Nigeria. Tuzo ya pili kwa heshima katika taifa la Nigeria wakati huo, MON yaani Member of the Order of Nija, ilipelekwa kwa Samuel Badebo Adeboyeta, mtumishi wa Mungu, mchungaji wa Kipentekosti na mwanachama wa Apostolic Church of Nigeria. Hakika taifa liliona umuhimu wake, taifa lilitambua mchango wake na kuheshimu kwa kumpatia tuzo hiyo. Ngoja ni kupe historia yake kidogo. Mwaka 1896 Aprili Mosi, kutoka katika moja ya familia ya kifalme ya ufalme wa Ohu huko Abeokuta, katika mkoa wa Ogun, Nigeria, Samuel alizaliwa. Kutokana na sera ya kikoloni ya kuwapeleka shule watoto wote wa wafalme na machifu kwa wakati huo Samuel alipelekwa katika moja ya shule ya kimethodia methodist school, ambapo alipata elimu ya msingi na sekondari. Pia inasemekana moja ya sifa yake kubwa katika ukuaji wake nyumbani mpaka shuleni ni juhudi katika kazi na kupenda mafanikio ya watu wote. Samuel hakufikiri tu nifanikiwe mimi inatosha tosha, bali siku zote alifikiri juu ya kuinua wengine pia, kwa kuwajengea uwezo wa kufikiri vizuri ili hutoa majibu juu ya mazingira na hali zinazowazunguka. Licha ya kusoma katika shule ya Methodist, Samuel hakuwa mtu wa kuhudhuria kanisani. Samueli aliamua kutumia elimu yake katika kusaidia ujenzi wa taifa lake. Hata hivyo, elimu ya dunia haikutosha kulisaidia taifa lake. Mwaka 1916, Samuel aliajiriwa kama mfanyakazi wa shirika la leri la Nigeria ambapo ndani ya miaka miwili alipandishwa cheo mpaka kufikia kuwa mkuu wa moja ya kituo kikubwa cha reli Nigeria, kutokana na bidii na juhudi zake katika kuleta ubora na ubunifu katika kazi. Mwaka 1918 Samuel alijiunga rasmi na kanisa la Methodist kama mhudumu wa kudumu, baada ya kupokea wito kutoka kwa Mungu kwa kueneza injili ya ufamo wa Mungu katika Kristo Yesu duniani kote. hata hivyo Samueli hakudumu sana katika kanisa hilo, kwani mwaka 1920 aliondoka na kujiunga na kanisa la watu wa asili ya Nigeria lililofahamika kama Precious Stone Church, kanisa ambalo lilifanya kazi chini ya mwamvuli wa Faith Tabernacle Congregation la Philadelphia. Wakati wa uamsho wa Okeoye wa mwaka 1930 huko Nigeria, Samuel Adiboyega aliteuliwa kuwa mmoja wa wanachama wa kanisa la Kitume la UK Apostolic Church of UK ambao walikuwa na muunganiko wa moja kwa moja na Faith Tabernacle kwa ajili ya kusaidiana kusimamia uamsho huo. Baadaye akasimikwa kama mchungaji wa kanisa la Kitume la UK huko Nigeria. Tangu hapo Samuel amefanya kazi kubwa ya kuanzisha shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati na kuanzisha wazo la kujengwa kwa chuo kikuu ambapo leo hii inaitwa kwa jina lake Samuel Adeboyega University. Katika kila shule alihakikisha elimu ya ufalme inatolewa kwa wanafunzi, kwani aliamini kuwa elimu ya dunia haitoshi kumpa mtu uhuru, bali elimu ya ufalme wa Mungu ni uhuru kamili, kama alisemavyo neno la Mungu katika kitabu cha Yohana kuwa mwana akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli. Juhudi za kueneza ufalme wa Mungu zikazidi kwa Samuel, jambo ambalo ikamfanya kwanza kuanzisha makanisa ya kipentekoste ya watu binafsi, individual pentecostal churches, baada ya wimbi kubwa la makanisa ya wakoloni wa Uingereza kuanza kuonekana kuwa bana sana watumishi wa Mungu na raia wa Nigeria katika utamaduni wa kizungu. Samuel anatajwa kama moja ya mababa waliosababisha kuzaliwa kwa makanisa mengi ya kipentekoste yenye asili ya Nigeria katika taifa lao ambalo hayakufungwa na dini za wazungu. Samuel akaendelea mbele hata kuvuka mipaka ya Nigeria akafika Sierra Leone ambapo huko nako akaanzisha makanisa kadhaa. Hana nako akafika kisha Lesotho bila uoga wowote. Baadaye akapata kibali hata kufikia Marekani na kuanzisha kanisa katika tabaka la watu weusi huko. Juhudi zake za kuileta nuru ya Kristo zikakuwa na kuanza kuzaa matunda. Wanigeria wakaanza kufunguka akili na kuanza kuona umuhimu wa kupata uhuru wao kama taifa. Leo hii anatajwa kama mmoja wa mababa wa upentekoste Nigeria, muhasisi wa uhuru wa Nigeria, pasipo kujihusisha moja kwa moja na siasa. Taifa likamtambua kwa kusaidia kuwajaza raia kwa ufahamu wa ufalme wa Mungu uliochochea wananchi kupata nguvu ya kudai uhuru wao. Hakika nimejua ya kuwa pasipo nuru ya ufalme wa Mungu, dunia ni giza zito sana. Pasipo Roho Mtakatifu kuleta mabadiliko ndani ya mtu, dunia ni mahali pa vurugu na fujo nyingi. Pasipo uhuru wa Roho Mtakatifu, taifa huangamia kwa utumwa wa kila namna. Samuel Adeboyega alitambua hili, naye akatumia nafasi aliyonayo kuleta mabadiliko si tu kwa mwili wa Kristo bali kwa taifa na mataifa mengi. Ufalme wa Mungu ulikuwa bure pasipo kuwa mfalme ndani ya ufalme wa Mungu, na kwa kupitia yeye leo Nigeria inajivunia uhuru wao dhidi ya wakoloni. Njia pekee ya kuleta mabadiliko chanya na maendeleo katika nchi ni kumruhusu Roho Mtakatifu afanye. Na ukitaka dunia iwe mahali pazuri kwa ajili ya Yesu Kristo, mruhusu Roho Mtakatifu waongoze na ukitaka taasisi yako au huduma ya Bwana unayosimamia ikuwe na kuongezeka sana kisha kuenea duniani kote, mwachie usukani Roho Mtakatifu. Tukutane wiki ijayo tena, mwana wa Mungu ambaye hujamwekea mipaka Roho Mtakatifu. Makala hii imeandikwa na Erne Mbala kwa msaada wa vyanzo vifuatavyo: nairaland.com, christiantoday.com na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki na, na... Huyo ndio mtumishi wa Mungu Samueli Adeboyega ambaye tumeona kujifunza kutoka kwake, namna ambavyo Mungu anaweza kuwathamini, lakini zaidi sana kuwaonyesha wazi wazi watumishi wake wa Mungu na kuwapa tuzo. Ingawa alipigana vita vyake kimya kimya kwa kuhubiri tu Injili, lakini mwisho wa siku hata nchi yake tu ilipata kutambua kwamba huyu ni shujaa katika kupokea uhuru kutoka kwa wakoloni mwana wa Mungu, na huu ndio mwisho wa kipindi cha Yaliyojiri Ndani Ya Wiki. Lakini kama kawaida, tupo katika mazingira mapya, tupo katika mji kasoro bahari, na hapa nyuma yangu ni milima ya Uluguru. Hivyo tuna, bado tunaendelea kutangaza uumbaji uh, mzuri ambao Mungu Baba ametupatia kama urithi, nami mwana wa Mungu na tumaini umefurahia sio tu kipindi umejifunza, lakini zaidi sana nifurahi hata na mazingira haya mapya katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki. Tukutane tena wiki ijayo. Ulikuwa nami Mary Kopwe, na kushare kusubscribe pamoja na kulike kipindi hiki, lakini pia kutuandikia maoni, nasi tutasoma katika kipindi kijacho. Hadi wakati mwingine tena, ulikuwa nami Mary Kopwe kama mtangazaji wako na kutakia wiki njema yenye furaha, amani na kicheko. Kwa heri, adios, sayonara